Leo tulikuwa na baraza letu la kwanza la uapisho, lakini tumeunda kamati za kudumu na kamati ambazo sio za kudumu za halmashauri ya Manispaa Temeke. Lakini pamoja na hayo, nimeweza kuwahutubia wananchi kupitia hilo baraza, na ndani ya hotuba yangu nimejikita sana kwenye ahadi za Mheshimiwa wa Rais alizowaahidi wa Tanzania ndani ya siku mia moja tangu alipoapishwa. Nimeelekeza halmashauri yangu nimemwekeza mkurugenzi na watumishi wote wahakikishe kila mkuu wa idara kila eneo ambalo Mheshimiwa Rais aliahidi ahadi hiyo mchakato wake unaanza kutekelezwa kwa wakati, kwa hii siku 69 zilizobaki. Aliahidi siku mia moja, siku 31 zimekwisha, zimebaki siku sitini na tisa. Kwa muktadha huo, ni matumaini yangu kwamba wamenielewa, lakini pia nimwelekeza juu ya usimamizi wa fedha na rasilimali watu, nyenzo muhimu kwa maendeleo ya halmashauri yetu. Tumekuwa na changamoto ya value for money, thamani ya fedha kwenye miradi. Fedha inayotolewa na miradi inayotekelezwa haviendani. Nimemwambia tutakaa, tutashauriana, tutaelekezana na tutahakikisha tuta tuta tuta miradi yetu tunaipatia zabuni sahihi na inatekelezwa kwa wakati na kwa viwango vinavyotakiwa. Lakini pia nisichelewe kusema kwamba sasa hivi tunakwenda kuitengeneza halmashauri ya kisasa, halmashauri ya kasti, halmashauri ya hatua kubwa inayokuja. Tumejipanga vizuri, waheshimiwa wa madiwani, washauri, wataalamu wetu, kuhakikisha kwamba halmashauri yetu inakuwa ya kisasa. Utaratibu wa manunuzi wa serikali, tunapomkasimu mkandarasi kujenga barabara, kuna kiwango cha fedha tunakizuia, kitaalamu inaitwa retention money. Fedha ile huwa inatumika baada ya muda fulani, tukigundua barabara husika haina viwango vinavyotakiwa. Kwa hiyo hatuendi kuangaika kutafuta fedha, fedha tunazo, tulizikata kwenye mikataba yao, tumeendelea kuzishikilia. Ali muhimu tuhakikishe kwamba kama kutatokea ubovu, fedha hizo halipi mkandarasi, fedha hizo zinatumika kwenda kurekebisha mapungufu kwenye barabara husika au mradi husika. Kiukweli Temeke yetu inaenda kuwa mpya kweli kweli. Nadhani una, una, unafahamu jana kwenye mkutano wa mheshimiwa Rais amesema lazima tupeleke furaha kwa wananchi kwao. Tunategemea kwenda kuwapa furaha wananchi wetu wa wilaya Temeke. Sisi kama viongozi wao tupo tayari kuwatumikia wanatemeke kwa ujumla. Nafasi yangu ya mwanamke ni kugusa makundi yote na sio tu wanawake peke yao, vijana na makundi maalum kwa, kwa maana ya walemavu. Tunaenda kushirikiana na waheshimiwa madiwani pamoja na watendaji wetu kwenda kuwapelekea maendeleo lakini pia nadhani mnajua kuna asilimia kumi ya mikopo ya almashauri kupitia mapato ya ndani tutaenda kuwagusa makundi mbalimbali mbali ili waweze kunufaika na kujikwamua kiuchumi. Kwanza nampongeza Meya wa manispaa hii ya Temeke, kiukweli ameonyesha dira ya mabadiliko makubwa katika manispaa hii ya Temeke vipaumbele vyake ambayo amevieleza kiukweli vinaonyesha kwamba Temeke inakwenda kubadilika tena, hususan kwenye, kwenye kipaumbele cha vijana. Ameeleza kuhusu vijana nini ambayo anaenda kuwafanyia, na ukiangalia Mheshimiwa Rais juzi hapa ametoka kusema kuhusu swala zima la vijana, lakini tumeona kuna wizara mpya ya vijana kwao. Tunaamini Temeke ile ambayo ilikuwa inaonekana iko mwisho kabisa inaenda kubadilika kwenye hatua ambayo kubwa, kwa sababu vijana wamepewa vipaumbele katika manispaa yao ya Temeke alichokiongea Meya kilichonivutia ni kwamba ameahidi kwa siku mia moja za rais alizoziahidi kwamba atatekeleza amri ya rais aliyoitoa. Ame, amesema kipaumbele kuhusu katiba a, kuhusu ajira na, na, na, na maendeleo ya wananchi, kwamba wananchi wawe na furaha. Ndiyo chicho nifurahisha hicho mimi. Ujumbe wangu ni kwamba meya huyu mpya kwa sababu yeye ni msomi na amebobea usomi na ana digrii ya, ya, ya uchumi ana digrii ya utawala, najua kwamba hii Temeke imepata kiongozi bora.